Wana HCK Production Films wanakuletea Zach utampata kwa jina la Raza. Raza. Pia alihusika kuandaria kwenye hirosnima wakiwa na Megana Sendrin, pia alihusika kuandaria Mary, pia alihusika Arakabishi, pia uh, utampata jitu kwa jina la Eugene, Eski na Livy Picha lenyewe li linajulikana kama vile Wageni Kijijini, Wageni Kijijini. Usisahau Henry Sonko, Henry Sonko ndio producer wa hii sinema. Usisahau Maya na Kasha, pia walihusika kuandaria kwenye hii sinema venyewe, unaelewa. Maya ndio manzi alikuandaria kwenye lile picha la Antifaded megana Uh, usisahau basi Razboy na Megan ndio wamehusika kuandaria uh, picha kama vile uh, Trust No One. Uh, utapata picha kama vile si mimi na uh, sasa leo wamekuletea basi wageni kijijini. Wacha tuone uh, basi venye mambo yalipolea. Sasa Razboy na Megan walikuwa basi kwenye matembezi, mwanzo elewa hao ni wageni. Sasa walimkuta Maya akiwa basi na Kasha. Walikuta Maya na Kasha wakiwa basi wanapiga basi njaro zao, ah, matembezi design kama hiyo, unajua tu mambo ya kuj ya, ya, ya kutembea tembea. Sasa Rasboy aliwakuta basi ah, akina Maya design kama hiyo wakiwa na Megan hey. Sasa ujue hao basi hawajui mtaa vizuri. Sasa waliona hawa wasichana ni warembo zaidi, unaona sasa waliamua basi kujitetea, umecheki ile design basi ya kujitetea. Mwanzo venye hao ni wageni, venye basi wajajua mtaa vizuri, ikabidi basi wajitetee design kama hiyo, lakini Maya akamsikiza akiwa basi na uh, kasha sasa walijitetea unaona, walijitetea venye hao ni wazuri nabasi awachokozani vinyao sijui nini, unajua tu kawaida basi mistari, unajua zinakujanga wakati umepatana na manzi. Ah, alright. Ah, sasa mambo yalikuwa kama hivyo basi, kama kawaida wakaandamana pamoja na wakaongea na wakasikizana. Megan alimwambia basi ah, Maya Manze, mimi venye nimetembea basi kwenye huu mtaa nikiwa mgeni basi, sijakutana na mamanzi warembo kama nyinyi. Sasa leo nimepatana na nyinyi, naona ni kama Mungu ameteremkia siku ya leo vilevile. Rasboy pia akajitetea, akajitetead kama hiyo akasema basi, pia mimi kumucheke huyu manzi, manze ninaona kama leo mvua imenyesha. Alright. Kasha akasikiza akasikiza akawasikiza akawasikiza na akaona yenyewe basi hawa jamaa si wabaya vile vile. Megan pia akaona basi hawa wasichana si wabaya vilevile. Sasa, Maya alishindwa sana alishindwa sana mwanzo, hajaiona basi vijana wa pole dizani kama hii, unaona hajawahi kutana kwa maisha yake na vijana wa pole design kama hii, mwanzo kwa hii mtaa ajaiona majamaa, basi wenye ni wa pole. Yani vijana wa hii mtaa, yani wako na vierere wako, yani wako na madharau na maringo design nyingine, basi yani aimubambi basi. Maya sasa amefurahi sana na aa, hawa majamaa sasa, imebidi basi waongee kwanza, wasikizane Maya na Kasha wasikizane kama aidha watakubali ama watakubali, unaona. Sasa Kasha alimuuliza Maya kama unaonaje hawa jamaa, lakini Kasha alikubali. Aa, Maya alikubali, unaona, alikubali. <laughs> Sasa walirudi basi, wakaona basi washakubali. Sasa vilevile vile, vile, vile walishakubaliana. Mambo ikakuwa sampampa. Cheke, mambo ikakuwa sampampa. Lakini kidogo hivi kuna magaidi walitokezea, yani mamori wa mtaa walitokezea, wakaona kumbe kuna vijana wageni wamekuja kwenye huu mtaa na wanataka kuchukua wa mamanzi makosha. Kwanza cheki Livi. Majama basi wanajulikana kama vile uh, uh, uh. Eski, Livi, na na Eugene. Huyu jamaa mrefu anajulikana kama vile Eugene. Sasa wamewaona, unaona, makosa, kukawa ugomvi baina ya hawa vijana na akina Rasboy, wow. Sasa kumenuka Raziboy wakiwa wanatembea tembea basi wamejisikia basi wame, wamesha jinonzolo w wame, eh, kumbe majamaa washawaona na unajua hao ni wageni eh? Vijana wametokwa na wazimu sasa, akamwambia aka akamwambia, basi eh, aka basi basis eh, kitu yenye tutafanya ni lazima tuwindane na hawa wasee Sitakubali mimi basi, manzi manzi wangu ako huu mtaa, jamaa anakujaje mgeni, kisha basi anataka kuninyang'anya hivyo? Ndio Eugene aliamua shasha, Eugene aliamua design kama hiyo, hawatakubali makosa. Oya, tukae hapa chini tupange tupange tujue vyenye tutapata hawa wazee, tujue mkono gani tutawapata hawa wazee, na tujue basi venye tutajinsia, basi tutawaweza, tutawa, na tujue basi wamekuja na namna gani. Ah, hawa wa jamaa lazima watajua, watajua. Sasa basi sisi ndio vijana, basi wenye hii basement watajua, basi sisi vijana ndio. A, sisi ndio vijana wa area, na watajua basi sisi ndio vijana kusema huu mtaani, shasha SK uh, alisema basi, uh, basi mimi lazima nitawasakanya. Levi pia akasema nitawasakanya. Kisha Eugene akasema lazima tuwasakanya twende kimoja. Ala, wakachomoka design kama hiyo. Leo kumenuka, leo kumewaka na wakachomoka hapa kumewaka. Alright, sasa wakati tutoke upande wake Eugene uh, uh SK na uh, Levi tupate basi akasha uh, wakiwa na Maya walikutana na Sendrin na Mary. Unajua, Sendri na Mary ni wa uh, maskulmate wao. Sasa unajua hawa ni maskulmate wao, basi huko shuleni. Hasa venye walikutana <laughs> wali ilibidi wa wapige story venye wamekutana na maboi wako fiti, wa maboi wako polite ah uh na vitu zingine kadhalika kadhalika Maya akawambia basi nyinyi hamjajua nyinyi hamjajua tumekutana na Mamorio hapa ni kusema kitu gani majama wameunga wako na maso hivi at least mngewaona basi mngependa sasa basi Mary na Mary Mary Mary na na Sentrin Waka, ikabidi basi aa, kitu yenye walifanya wakasema basi tungewaona, lakini waliwaambia msikue na was mtawaona. Sasa walisikizana wakasema pia nyinyi basi mtapata basi aa, wanaume kwenye huu mtaa hasa juu walikuwa kwa matembezi walikuwa wanatokea huku au wanaenda huku. Sasa ikabidi basi kila mtu aendelee na njaro zake. Kama kawaida Mary na Sendrin wakachomoka, kisha Maya na na Kasha wakachomoka. Kumbuka Kasha ndio alikuwa ndaria picha, kama vile vile huyu manzi ndio aliibiwa simu kwenye vile sinema. Alright, sasa basi ilifika basi siku ya kwenda kukutana na wakina Razboy, wakapata venye waliagizana, ndivyo kumeendelea wakapata basi wamengojewa design kama hiyo, ikabidi basi wapige ramsha kama kawaida. Sasa wameanza basi kuzoea kijiji, punde shi punde shi ah, kikosi kizima cha mamorio wa mtaa kiko kuingiria shisha, kikosi kizima Cheki materialist, a, a, maj, majamaa ambao basi wanajulikana basi ni watafe stir zaidi. Wakakuingiria yuji eski na livi wakakuingiria shisha, bado wanawasakanya sakanya, wametokwa na wazimu. Yani watu wanakuja huku mtandio skatoi, wanakuja basi kwenye hu mtaa skatoi lakini wanakuja basi wanakuja basi wanachukua basi manzi wa nani wanachukua manzi wakina nani eh? Yuji ameapa lazima amalizane na wao. Sasa wakiwa wanatembea, <tosik> Livi akawaona, we rudini kidogo muone sani yao ba na ni wale wase tena, wako na warembo wenyewe wako na warembo wenyewe. Oh, all time lazima tufanye ma uh, tufanye maafa, tusababishe nani, tusababishe tusababishe. Wanachukuaje basi, wanachukuaje ah, mamazi wetu. Ah, all right, twende shasha. Wakakasirika shesha, yani wamekasirika wakachomoka design kama hiyo shasha, wakakuja basi kama wakakuja basi mbio mbio kuja basi kuwakuta basi, kuwa basi kina Razboy, kisha kidogo wakawaweka katikati, waliwakatisha walifika, kuna story <laughs> sasa hata basi Razboy akashindwa basi, hawa jamaa wanatuuliza nini? Wakashindwa basi, hawa jamaa basi wanatutafutia nini? Mwanzo tena wamekuja basi wamejihami vididri wameonyesha tu direct basi, hata yani eh mamanzi wakajikata cheki, mamanzi walijikata cheki cheki cheki cheki, inda huyo ni maya basi ametoka Disney kama hiyo mamanzi walijikata. Sasa basi hawa jamaa walishindwa, sisi ni wageni huu mtaa, hawa jamaa wametuuliza nini? Na sisi, tumewakosa ya nini? inda patwa moja ni umimi aue jamaa Razbu chiki wajamaa walikuta wali basi wanacheze yanga basi wale wengine lakini kumbe wamekuta basi wanachezea wabaya sasa, wanachezea wabaya sasa. Raundi hii this time patwa teke eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, mega ni na yeye patwao na huyu Eugene ako tu na tabia moja, utamgonga ndio lakini sasa, mistake ni akugonge, atacheka hadi utashangaa. Huyu jamaa akisha kugonga tu vizuri, kuingie anakucheka design ingine. Oy oh yeah, alright, nani ako chini Razzboy? Ainda akachomokezea inda akawekelea inda akawekelea inda akamwekelea. Basi uh, akamwekea livi design kama hiyo uh, levi akazirai.

walikuja kukuta, kumbe hawakukuta wepesi. Unaona, hawakukuta wepesi <tipi> e, e, e, e, e, e. Sasa e, basi upande mwingine ameng'aria basi meganida <tipi> vinoma zaidi ipatwa dondi wow! wazimu huyu naye akaamuka. Nilikuambia vijana, basi ukiwapiga uwache wakiwa u, wa, wa, kama ujawaua wanakuanga vimoda sasa alienda kutafuta dotono. Wow! mutajua unanipiga. <laughs> akaokota dotono. hey! Hey! chunga Raziboy, wamekuja na dotono, aliwekiliwa moja. <laughs> <laughs> Wow! Huyu akiokota basi akiokota mpini anakupiga na ananga huruma. Upande mwingine nako, eski ameshamalizana na jamaa. Hakuna muda wa kupoteza, tuchukue jamaa wetu tuchomoke, tumesha revenge. We, amka chomoke mbio mbio, mwanzo hapa bibi watatupata na majirani. ah, wakachomoka mbio mbio ndio walichomokanga baada ya kuwekelewa basi akina Razzboy. Ah, Razzboy basi, ya, ya basi, mpini akawekelewa basi kisiki kwenye mgongo akasikia basi ako na maumivu zaidi, unaona vilevile vile basi, Megan ba, alipigwa basi dondi ya shingo. Kumbuka basi alipigwa basi na SK dondi ya shingo, sasa hiyo dondi ya shingo ilijaribu basi kumaliza nguvu lakini ndio anapatapata nafuu alright. ah. ndugu broda, wapenzi watazamaji, kumbe manzi mamanzi walikuwa wamejificha basi. ni kama hiyo woi, majama wetu wamepigwa eh. Ay kasha akamwambia basi maya, tuishie tuishie basi tuwasaidie, tuishie eh, eh, eh, eh, eh, eh. wamepepeta basi wajama wao kama hiyo lakini Razboy anajangangana basi kimwanaume, anajaribu aamke, lakini basi ni kama basi uchungu umemzidi uchungu ime... sasa kuamka basi imekuwa taabu. Tabu, naelewa Razboy huwa akubali basi kushindwa. Razboy akubalinki kushindwa, akakuja basi akamuinua, kisha akambeba akambeba akambeba aka akambeba jamaa, hankimwacha basi jamaa wake basi akiumia design kama hiyo, hapana, alimubeba. Kisha basi mamanzi nao ndio hawa ndio wanatokezea, walikuja wakakutana basi na Razzy Boy, na wote hao mamanzi wameona kila kitu ambacho basi kimetendeka. si eti wajaona, wameona, wameona kila kitu ambacho kimetendeka sasa walishindwa basi hawa jamaa wasi wamewauliza nini, lakini Rasboy aliwaambia basi kuna siku inakuja, lazima tutawasakanya na watajua sisi ni akina nani. Hatuchokozangi, lakini ukituchokoza ise utajua umechokoza nani, wameingiza kijiti kwa mzinga wa nyuki. Ikawa ndivyo hivyo basi. Disney kama hiyo wacha tuangalie vyenye picha liliendelea, wakachomoka na mama. Tuangalie kwa sehemu nyingine, mwanzo hii ni mwisho mwisho. Nikiwa ni wako man studio a Panhead, jina kubwa. Endelea basi kutufollow kusubscribe uone zingine.